Tukiendelea na mada yetu ya taasisi katika ulimwengu wa fedha zinazotoa huduma na bidhaa mbalimbali katika sehemu ya kwanza ambayo video unaweza ukaiona hapa e, tumeongea kuhusu taasisi zinazoweza kupokea mapato yako kama ni mshahara, mapato ya biashara e, na wakatunza lakini pia ukapata na mikopo. Katika sehemu hii ya pili e, tutaangalia zaidi sasa taasisi za kifedha ambazo zinawezesha uh, uwekezaji eh, na pia zile ambazo zinawezesha ulinzi wa mali wa fedha zako. Uh, naitwa William Joseph Mungai mkurugenzi mtendaji wa Hazina Financial. Uh, karibu katika episode nyingine ya Hazina Connect. Tunavyoongelea uwekezaji zaidi, tunajikita katika bidhaa au huduma ambazo hazikuhitaji wewe uwepo. e, kufungua biashara sio uwekezaji; ni kufungua biashara, ni kutafuta kipato. Lakini inavyofika muda una pesa fulani ambayo unaona sasa unataka ikufanyie wewe kazi zaidi, ndio umevuka hatua ya akiba, sasa unaenda kwenye uwekezaji. Unaweza ukawekeza peke yako, unaweza ukawekeza kwenye vitu ambavyo vinahitaji usimamizi wako sana, kama vile kujenga nyumba za kupanga. Huu wote ni uwekezaji, lakini Hazina Connect ingependa kukufafanulia zaidi kwamba kuna sehemu nyingi ambazo wewe unaweza ukaendelea na shughuli zako, ukaacha watu wengine na taasisi nyingine zikifanya kazi ya uwekezaji kwa niaba yako. Tukianza na uh, sehemu au eneo la kwanza la kuangalia ni kitu kinaitwa fixed deposit au amana za muda mrefu. Hizi hutolewa na mabenki uh, fixed deposit au certificate of deposit, amana ya muda mrefu hutolewa kuanzia miezi mitatu hadi mwaka na hata zaidi, mpaka miaka saba. Kuna mabenki yanaweza yakaenda huko, ambako wanakupa wewe riba faida yako inakuwa ni riba. Umepeleka kiwango fulani cha pesa, tuseme milioni moja kwenye benki, badala ya hiyo hela kubaki kwenye akaunti yako ya kawaida ambayo, kwa mfano, ya hundi ambayo haina riba, hawakupi chochote benki eh, kwa maana ya faida, basi ukaona kwamba uzichukue uziweke kwa muda mrefu, hutazigusa kwa mwaka mmoja au kwa miaka miwili, basi kwa sababu benki wanahitaji pesa yako ili waendeshe biashara yao ya kukopesha, wako tayari kukupa wewe faida kwa kuweka hela. Kwa hiyo ni eneo moja zuri, na nikupe kidogo hint, e, nikupe kidogo dokezo kama mtu ambaye nimekuwemo kwenye taasisi za kibenki kwa miaka mingi, fanya kushop around, tafuta hizi faida, zinatofautiana benki yenye njaa zaidi, benki yenye mahitaji zaidi, benki wakati mwingine inayofanya vizuri zaidi, au inayofanya vibaya, watu wameondoa hela, wanahitaji hiyo e, benki inahitaji fedha nyingi ili waweze kukopesha kwa sababu huko ndio haswa faida ya benki inavyopatikana. Basi utakuta wanatoa riba ya juu, unapata faida kubwa kuliko benki ambayo imeshiba, ina fedha nyingi. Sitaki kutoa mifano, lakini benki ambazo zinapokea mishahara e, ya watu wengi na wafanyabiashara wengi, basi utakuta hizi zinalipa e, faida ndogo uh. Kwa hiyo ni vizuri ufanye comparison u shop around, na ndio msingi wa Hazina Connect kukupa wewe taarifa, lakini pia kukupa elimu kwamba unaweza kupata faida kubwa ukiamua kwenda taasisi fulani na sio taasisi fulani. Kwa hiyo fixed deposit eh, amana za muda mrefu ni eneo moja, eneo lingine unaweza ukanunua hati fungani za benki kuu, benki kuu ya Tanzania na yenyewe inayo bidhaa eh, ambazo uh, zipo za muda mfupi, kwa kawaida chini ya mwaka mmoja. Hizi kwa Kiingereza wanaita bills eh, treasury bills treasury, uh, hilo ni neno la Kiingereza, kwa Kiswahili unaweza ukaziita ni hati fungani za muda mfupi. Hizi huenda kuanzia siku thelathini na tano eh, mpaka mwaka mmoja. Hii ni bidhaa ambayo unaweza ukainunua hata kupitia benki yako ambapo e, unafanya biashara nao e, ukasema nataka kununua hati fungani ya benki kuu. Benki kuu faida yake kwa hati fungani zao ni kwamba hey, benki kuu haipotei kesho au kesho kutwa, hela zako ziko salama. Benki kuu wakiona na wale benki kuu wakikusanya hela zako, ndio hizo ambazo wanawapa serikali kuendeleza miradi au ku... Uh, kujaziliza gap kwenye bajeti ya serikali. Kwa hiyo, benki kuu wanaona ili wapeleke fedha serikali iweze kutekeleza wajibu wake, wanawapa raia faida ya kuweka hela benki kuu moja kwa moja. Hii ni aina moja ya uwekezaji, sio watu wengi wanajua, lakini uh, unaweza ukalala salama kabisa, unalipwa riba kubwa kuliko ukiweka hela yako kwenye akaunti ya kawaida ya benki kwa hiyo hilo nalo ni jambo la kutazama, lakini zipo pia hati fungani za muda mrefu za benki kuu eh, au niseme treasury bonds. Hizi treasury bonds kwa kawaida zinaanza kwa miaka miwili hadi miaka ishirini. Ukiona una fedha ungependa upate riba kubwa, unavyozidi eh, kuweka hela benki kuu eh, basi na wao wanakupa riba kubwa zaidi kwa muda mrefu zaidi utakaochagua. Kwa huu nao ni aina ya uwekezaji. E, taasisi kuu ya Tanzania ya kifedha, benki kuu inafanya inakuwezesha wewe e, kupata faida e. Lakini hizi bond za benki kuu e, zinaweza pia e, kuuzwa kwenye soko la hisa, kwa maana ya Dar es Salaam Stock Exchange. Da, uh, Dar es Salaam Stock Exchange ni eneo la tatu ambalo unaweza kuwekeza ukawa, watu wengine wanafanya kazi, wewe unaendelea na shughuli zako. Je, unafanyaje? Moja, unaweza ukanunua hisa, unanunua hisa kwenye kampuni la DSE lenyewe, yani Dar es Salaam Stock Exchange Limited. Wao ni kampuni ambao wameweka soko Uh, la makampuni mengine. Kwa hiyo unaweza ukanunua hisa pale e, Dar es Salaam Stock Exchange wanapopata mafanikio e, kwa biashara wanayofanya basi na wewe e, uliye na hisa kwenye DSE unapata gawio. Lakini hilo DSE lilianzishwa zamani, ulikuwa uwezi hata ukanunua hisa kwenye hilo soko lakini Uh, bi biashara kuu wanayofanya ni kuweka eneo salama, eneo la kisheria, eneo ambalo hela zako zinatunzwa, eneo ambalo makampuni mengine yanayohitaji mtaji yanaweza yakaja pale yakaorodhesha sehemu ya kampuni yao, yakauza sehemu ya kampuni yao kwako. Kwa hiyo wewe unanunua hiyo hisa. Kwa mfano, unaweza ukanunua hisa ya kampuni ya bia Tanzania. Kwa hiyo unakuwa ni mmiliki wa hisa moja au hisa utakazonunua, na inakupa wewe haki. Kampuni ya bia ikitengeneza faida, na wewe unapata faida. Labda upendi kuwekeza kwenye kampuni ya bia, zipo kampuni za simenti, zipo mabenki mabenki yanafanya vizuri kwenye soko la hisa. Soko la hisa la Dar es Salaam ambalo lilianzishwa mwaka tisini na sita likaanza kufanya kazi mwaka tisini na nane e, lina makampuni zaidi ya ishirini na nane. Na makampuni ishirini na nane unaweza ukayachunguza, siyo yote yanafaa katika uwekezaji. Angalia yale ambayo yanafanya vizuri, yanapata faida, yanatoa gawio kwa wawekezaji wao. Lakini pia ile hisa moja au mbili au tatu ulizonunua ukitaka kuziuza ili upate kesh basi, wapo wanunuzi wanaoweza wakanunua. Kwa hiyo unapata faida ya gawio kwa yale makampuni yanayotoa gawio ambayo wewe umenunua hisa. Kuna watu wengine kabisa wanafanya kazi huko, wewe unaendelea na shughuli zako. Lakini ukiacha suala la gawio, kuna njia ya pili ya faida ni kwamba kama kampuni inafanya vizuri mwaka mmoja, miaka saba baadaye, ukitaka kuuza ile hisa yako, basi itakuwa imepanda thamani. Kampuni zinavyozidi kupata faida, na hisa zake zinazidi kupanda thamani, kwa sababu watu wengi zaidi wanataka kuwa sehemu ya hayo mafanikio, basi unaweza ukauza hisa yako. Eh, vizuri kabisa. Kwa hiyo unaweza ukanunua hisa kwenye Dar es Salaam Stock Exchange, unaweza ukanunua hisa kwenye makampuni hayo 28, unaweza ukanunua hati fungani, hizi bonds zipo, bonds kama nne, kuna makampuni kama manne ambayo na yenyewe yalitoa, uh, hati fungani bond ambayo unaweza wewe ukanunua hiyo, na wao wamekuahidi tayari kwamba kwa muda fulani au kwa miaka fulani sisi tutakulipa asilimia kadhaa. Kwa hiyo unaweza ukaamua kupata riba huko kwenye mabenki, inakubalika au ukaingia kwenye soko la hisa. Kuna kampuni unapenda, wamekuahidi kabisa pale kwamba kila miezi sita au kila mwaka sisi tutakupa wewe, e, kama umewekeza milioni moja basi sisi kila mwaka tutakupa kwa mfano laki moja kama wanalipa riba ya asilimia kumi. Kwa hiyo Dar es Salaam Stock Exchange DSC soko la hisa ni eneo la tatu eh, na taasisi ya tatu ambayo unaweza uka, ukawekeza eh, fedha yako. Lakini zipo uh, pia taasisi nyingine uh, bahati mbaya Tanzania bado hazijashika kwa kasi nzuri, lakini mojawapo ikiwa eh, TMX au Tanzania Mercantile Exchange ambayo ni soko la bidhaa za kilimo kwa sasa, wameanza na bidhaa mbili, mojawapo ikiwa eh, ufuta. Hawa wote Tanzania Mercantile Exchange na Dar es Salaam Stock Exchange wanasimamiwa na serikali chini ya Capital Market Securities Authority, uh, yaani, uh, mamlaka ya soko la dhamana na hisa uh, ndio ambao wanasimamia kwa hiyo hela zako kiujumla ziko salama, ili mradi unachagua vizuri TMX. TMX wameanza kwanza kwa mafunzo kwa wafanyakazi, wameanza kwenda kwenye elimu kwa wananchi, kwa wakulima, wanajitahidi kuunganisha mtandao wao na ule mtandao wa serikali wa wa, wa, wa, wa, wa, wa masuala ma, wa wa ma ya ghala E, stakabadhi galani wanaunganisha huo mtandao. Mkulima unaweza ukapeleka mazao yako huko huko ulipo kwenye halmashauri yako basi kielektroniki inabidi itokee na watu wanaweza kununua bidhaa yako bila hata kuja e, kwenye halmashauri yako au shambani kwako. Kwa hiyo hili soko likikua zaidi a e, litasaidia sana wakulima, iwapo e, serikali nayo itatoa motisha mzuri kwa wakulima kuelewa kwamba hii kitu inawezesha Uh, bidhaa zao zionekane kwenye mtandao duniani. Unaweza ukauza gunia lako la ufuta moja kwa moja e, kielektroniki na ndiko tunakoelekea, lakini itatoa fursa kwa wawekezaji au mtu yeyote ambaye unataka kufanya uwekezaji, utaweza ukawa unaingia unanunua bidhaa fulani ukakaa nayo na wala huichukui huiweki kwenye gala yako, ukaje kuiuza baadaye. Na haya yote e, yatawezekana iwapo TMX itashamiri. Na kwa kumalizia hili eneo la taasisi au bidhaa za ambazo unaweza ukafanya uwekezaji, yapo masoko mengine ambayo nina imani Eh, ya kikua au yakianzishwa, moja likiwa ni soko la vyuma au soko la vito eh, soko la eh, kwa Kiingereza tena inaitwa metals exchange, yaani eneo ambalo watu wanaweza wakabadilishana shaba, wanaweza wakabadilishana dhahabu, wanaweza wakabadilishana tanzanite. Eh, hilo ni jambo ambalo serikali yetu imekuwa ikiangalia eh, na wa-encourage, na washawishi E, zaidi serikali yetu na serikali jirani ziangalie e, bidhaa nyingi watu wanaangaika kuziuza e, nchi za nje, kama kopa zinaweza zikauziwa kielektroniki hapa hapa kama mfumo sahihi utakuwepo, na sisi wengine unaweza kuwekeza kwenye makampuni au kwenye baadhi ya hizo vito au kwenye eh, shaba au kwenye dhahabu ambayo wanavyouziana watu na wewe ukapata faida, na ipo uh, kitu kinaitwa real estate investment trust. Hii ni aina nyingine ya kampuni ambayo inaweza ikapeleka hisa zake E, kwenye soko la hisa uh, au ikapeleka bond, ikapeleka hati fungani e, hizi huwa zinanunua au zinajenga nyumba nyingi au maofisi au maghala, lakini wewe unaweza ukanunua sehemu tu ya hilo shirika, hiyo kampuni, na ukawa unapata faida jinsi watu wanavyorejesha mikopo ya nyumba au kodi za nyumba, na wewe ukafaidika nazo eh, hazipo sana lakini, ukitaka kuangalia uwekezaji wa kwenye nyumba bila wewe eh, kununua nyumba au kujenga nyumba zako, hata leo unaweza ukanunua hati fungani au bond za shirika linaitwa TMRC Tanzania Mortgage Refinance Corporation unaenda kwenye soko la hisa, wao wameorodhesha pale hati fungani yao, wamekuahidi kiasi fulani e, cha faida e, na wao wanatumia hizo hela kuwapa mabenki watoe fedha kwa ajili ya mortgage, kwa ajili ya mikopo ya nyumba. Badala ya kujenga nyumba yako, kanunue hati fungani ya TMRC. Hiyo ndio eneo la taasisi za uwekezaji. Tukiingia kwenye ulinzi ulinzi wa fedha na taasisi zinazotoa ulinzi wa fedha na mali na vitu vingine, kwa sababu haisaidii tu kutengeneza fedha, haisaidii tu kuwekeza, lakini ni vizuri pia ujilinde na majanga yanayoweza kukutokea, ambayo yanaweza yakakurudisha nyuma katika mpango wako wa fedha. La kwanza kabisa ni suala zima la bima. Kuna bima kama tatu za kuzingatia, bima ya afya ikiwa ya kwanza. Ukiwa huna afya utashindwa kufanya kazi. Ukiwa huna afya hata una utajiri kiasi gani eh, haisaidii mtu kama umekufa eh. Kwa hiyo unaweza ukajikatia bima ya afya, lakini pia kwa ajili ya peace of mind unaweza ukawa ni dreva unasafiri mbali eh, upendi kupigiwa pigiwa simu kutoka nyumbani mtoto anaumwa, inaweza kakuondoa kwenye kwenye muda, inaweza kakuondoa kwenye kazi zako. kwa kuna bima ya afya, kuna bima ya maisha kama wewe ndio main

E, mtafutaji mkuu wa familia unaweza ukakata bima ya maisha yako. Chochote kikikutokea basi kuna watu watafaidika na wewe kuto kuwepo. Si ulikuwa unaleta kipato, si ulikuwa unaleta mshahara? Basi kuna bima e, na haya makampuni ya bima ni nini haswa? Sana sana ni watu au wa taasisi ambao wanakusanya kiwango kidogo kidogo kutoka kwa kila mtu anayejaribu kujilinda na janga fulani, e, na wale wachache watakaopata hasara kamilifu ambayo inahitaji ifidiwe basi kampuni hizi za bima zinamfidia mtu. Kwa kampuni za, za bima za afya zinafanya kazi hivyo hivyo, kampuni za bima za maisha zinafanya kazi hivyo hivyo. Moja inaangalia afya yako, moja inaangalia maisha yako. E, nyingine ni kampuni za bima za mali au hizi general insurance, ambao hawa wanaangalia bima za magari, bima za nyumba e, lakini pia Uh, ukiacha masuala ya bima unaweza ukaenda, uh, kwenye masuala ya pension. Pension, pension ni nini? Hii ni ulinzi mwingine, kuna ulinzi wa mali, afya, uh, maisha, lakini pia uh, pension ni ulinzi wako wa uzeeni, ni hazina unayoweka ili miaka ya uzeeni, uh, uweze kuwa na kipato. Pension zipo za watu binafsi au makampuni binafsi, chini ya NSSF NSSF siku hizi ziko S nyingi na pia zipo za watumishi wa serikali ambazo ni PSSF. Hizo ndio taasisi katika uwekezaji na ulinzi, eh, wa fedha.